Nimempa laki moja kwani unasemaje wewe? Si ulisema hauna pesa yoyote hapa ndani? Unachekesha <coughs> kweli. Sasa naomba unisikilize, nisikilize tena kwa makini, tena unisikilize na unielewe. Mimi siwezi nikachukua pesa yangu mimi nikakupatia wewe pesa yangu mimi haihusiani na wewe, na sihitaji kuulizwa chochote kile kuhusiana na pesa yangu mimi. Pesa yangu mimi ni ya kwangu, nitaitoa kwa matumizi ninayotaka mimi na nitafanya kile ninachokitaka mimi, maana pesa ni ya kwangu, hauna mamlaka nayo tena. Mimi siwezi kuchukua pesa yangu nikakupatia wewe, niko lazima nichukue pesa yangu nimpe mtu wa nje, lakini si wewe. Bora mtu wa nje ataleta faida ila siwezi nikakupatia pesa yangu ilo sahau, si unanielewa? Kwa hiyo pesa zako zote au vitu vyako ambavyo mimi si husiki navyo haviwezi kuwa chini yangu. Nisikiliza kwa umakini tena, unielewe. Wewe hauna maamuzi yoyote kwenye pesa yangu, wala hauna mamlaka yoyote kwenye pesa yangu, na hupaswi kunipangia matumizi ya pesa yangu mimi. Kwa hiyo siniulize chochote kuhusu pesa yangu. Si tumeelewana? Sipendi kuulizwa vitu vya hivyo. Mhm. Na fla. Hebu niambukizi. Mhm. Ah. Hey. Eh. Mhm. Mje haitafanya poa kwe? Mm -mm. Oh. He? Yeah. Mm. Uh, mm -mm. Eh? Hapana bwana. Mhm, mm niambi. Nangu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Biashara yangu imeenda vizuri. Nimeuza na hapo unavyoona hivi, ile ya mzigo nimeshatoa, alafu vile vi chenji chenji nimevitunza kwenye kibubu kawai. hmm. Kwe, kama kawaida yangu mm. kwa hiyo ndio ile baki ndio kama akiba, sinajua sasa tu baki hii shilingi ngapi, elfu kumi na mbili ngapi eh, hii elfu kumi na nne wewe mm. Yani umeshafanya kila kitu, umenunua mzigo pako, umebakiza hmm. na hela ndio sasa hebu ngoja. Mm. Sasa shike hapa. Ndio. Eh. Usimaje? Umeshaanza. Ah. Au umekataa? Hapana, hata kwa ajili yako. Mm. Kweli? Umenipatia. ah, ah, mm. mm -hmm. Asante sana. Unajua, nikwambie kitu, mke wangu, yaani mm. e katika kitu ambacho naweza kujivunia ni kukupata wewe mwanamke. Mwanangu mwanamke unajitambua. Mwanamke unayatambua majukumu yako. Yaani kila nikifikiria katika dunia nzima sijaona kama kuna mwanamume ambaye ana bahati kama mimi. Mwanamke unajielewa, unatimiza majukumu yako ipasavyo. Na bado ni mwanamke mwenye future. Mimi nafurahi sana. Ombi langu sasa, Focus na biashara. Masuala mengine sita. Asante hmm. Mungu. Mm. Kwa hiyo amna hmm, amna kokote kakutoa usoni.

Mke wangu hata ni mimi nilikwambia kakako ni msambui sana, lakini sema tu ajui kujipangilia. Sasa hivi amependeza, hivi ndo inavyotakiwa kuwa sasa. My name is Jonathan. My father's name is Jackson. My mother's name is Boke. I am six years old. My school name is Mhamaren Center. My school motto is to get a scholarship. Thank you. Habari za wakati huu wapenzi watazamaji, jina langu naitwa madamu Naomi Musa Kitwari. Nichukua nafasi hii kukukaribisha katika shule yetu ya watoto inaitwa Meema Learning Center. Mlete mtoto apate elimu kwa gharama nafuu sana. Tunao walimu wazuri wanaoweza kulea na kufundisha. Lakini pia kwa mwaka huu tuna watoto wa awali tu. Ninapozungumzia awali nadhani tu sote tunaelewa watoto wa nasari tu prepo 1, baby class na prepo 2. Lakini kwa mwakani tutakuwa na class 1. Pia shule hii inapatikana jijini Mwanza Machinjioni, barabara ya Shigunga. Kwa mawasiliano zaidi waweza piga namba sifuri saba hamsini na nne tisini na tatu sabini na tisa kumi na tano. Kwa hiyo mlete mtoto wako Meama Learning Center kwa elimu bora. I welcome all of you to our school. Shimi hapa sio Geita, hapa ni Mwanza na hayo ndio maisha yetu, usioni vizuri na gharamikia

Si, karibu mama. Hebu una shida na hela kidogo nipatie hapo. Sasa mimi wangu, kuna shida na hela. ukiangalia mimi hapa nipo, sijauza chochote, angalia mezani kwenye sina mzigo na hela kuchukulia mzigo bado sijauza bana, acha <laughs> masiara. Na yeah. Sasa mezani hamna kitu, maana yake si umeuza? Hebu nipatie pesa, unajua mimi na shida na nayo yani kuna jambo linanichanganya akilini mwangu. Sielewi hata nifanye nini. Nimekuaje kwani? Unakumbuka ile siku niliokuwa nakupatia pesa na shemeji yako akawa ametokea. Ndio nakumbuka. Shemeji yako hakupendezwa na vile jambo na lilipelekea hadi akatumia hasira ya kutoka nyumbani baada ya hapo mimi nimejua ni anaondoka tu kwa asila atarudi. Uwezi amini, toka ile siku shemeji hajai kurudi nyumbani, na kibaya zaidi ni pia kwenye simu hapatikani, kazini mm, lakini, kwa ni kwake pia hayupo. Sijui hata nifanye nini. Lakini kwani tatizo ni hiyo pesa uliokua nanipatia? na ile pesa ulionipatia kwani ukumweleza mmeo? Ndio maana nimekushirikisha kama rafiki yangu. Sielewi hata nifanye nini sasa hapo rafiki yangu. Unajua wanaume asilimia kubwa huwa wana akili ndefu au fupi. Inawezekana kwa sababu ukumshirikisha kuhusu zile pesa, amejisikia vibaya na amepatwa na hasira, ndio maana akaamua kuondoka. Na wanaume siku zote wanahitaji sana amani kuliko hata hizi mali ulizokuwepo nazo hapa. Kwa hiyo inawezekana amekasirika na kwenda kutafuta amani aliyokuwa anaitaka yeye. Ndio maana nimekushirikisha wewe kama rafiki yangu. Wewe hebu nipatie bana. Unafanya biashara, biashara sio kama wewe unafanya tupate hela. Nipatie hiyo pesa mimi niende. Hey, elfu tano kidogo kitatosha. Sawa, mimi naenda. Shauri rafiki yangu, itakubidi uende kwao ukamuulizie. Ukiona vipi, hata mimi nitakusindikiza pia, ili tukamtafute kule kwao. Maskini genzi wangu, sijui nampata wapi. Kaka Samani, unajua niliwasiliana na Maria muda mchache uliopita aliniambia, kwamba yuko hayuko mbali sana, atae kufika nyumbani. Naona mpaka sasa hivi hajafika, alafu nahisi nimekaa muda mrefu sana, kwanina Ndio nimewasiliana naye muda si mrefu. Okay, karibu <gulia> Asante. Kaka Samani Unaitwa nani? Sio kwa ubaya, lakini unajuaga, nakuja hapa, namkuta shemeji Maria pia namkuta Wini, we sijawi kukuona kabisa. Ndiyo maana nimekuuliza, sio kwa ubaya, lakini Naitwa Genzi. Oh Genzi. genzigenzi jina zuri. Asante. Wewe mm unaitwa -hmm. nani? Mimi naitwa Askaribu. Asante. Agens wa watu. Mimi mwenyeji wa Geita na hapa ni kwa dada yangu. Kube Maria na dada yako Genzi nimemkuta? Hapana, Genzi bado hajapatikana na hata kila nikijaribu kumpigia kwenye simu yake bado hapatikani. Kwa hivi sasa, wewe na mawazo gani kuhusu Genzi? Kiukweli paka sasa baba, sijapata jibu, maana toka ile siku nilipokuja pale nyumbani kuangalia kama yupo na nilijua tu mwanamume wangu ameondoka kwa kutumia hasira baada ya kunikuta nakopesha hela rafiki yangu. Amekukuta unamkopesha rafiki yako pesa? Zile pesa zilikuwa za kwake yeye au zile pesa ni za nani? Ni za kwangu. Wakati unamkru, unamkopesha huyo rafiki yako ulimhusisha mmeo? Hapana. Sasa kwa kuwa kumhusisha bahati mbaya yule rafiki yako si ana amekuzurumu wewe, utamshirikisha mmeo aende akazidai zile pesa kwa rafiki yako? Nakuuliza mama. Kwa sababu wakati unakopesha hujamshirikisha mmeo, na pesa hizo umezurumiwa, je, utamshirikisha mmeo aende akadai zile pesa kwa rafiki yako? Nekana hautamshirikisha lakini, wewe ni mke wa mtu na yule ni mmeo, ni lazima wewe utamwambia mmeo, mume wangu, nenda kwa yule ndugu yangu amenizurumi ame pesa yangu, na yeye hawezi kwenda kwa sababu hukumshirikisha. Sasa mama, mimi sina mengi zaidi, ninaondoka, ila nitakaporudi hapa na mguu huu kwa mara ya pili, nimkute kijana wangu yupo hapa.